Walaqad adal minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun. Na bila shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu. Je, hamkuwa mkifikiri? Hadhihi jahannam allati kuntum tuadun. Hii basi ndio Jahannam mliokuwa mkiahidiwa.

na itoe ushahidi miguu yao wali kwa waliokuwa wakiachuma. Walau nashaa latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun, na tungelipenda tungeliafutilia mbali macho yao wakawa wanaiwania ya njia, lakini wangeionaje?

ili mwonye aliye hai na neno litimie juu ya makafiri. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ye Yeah, hawaoni kwamba tumewaumbia kutokana na iliyofanya mikono yetu, wanyama wa mifugo, na wao wakawa wenye kuwamiliki. Wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum waminha yakulun. Na sisi tukawadhalilishia, basi baadhi yao wako wanaowapanda na baadhi yao wanawala. walahum fiha manafiu wamasharibu afala yashkurun. Na wao wanapata kwao manufaa na vinywaji, basi je, hawashukuru?

fla yzun k ka qulhm inna nalm ma ysirun wma ylinun, basi maneno yao yasikuhuzunishe, hakika sisi tunayajua wanaoyaweka siri na wanayoyatangaza. awlm yra linsan anna halqnah mn ntfatn fidha hwa khasimu mubin, kwani mwanadamu haoni ya kwamba sisi tumemumba yeye kutokana na tone la manii, kisha sasa yeye ndiyo amekuwa ndiye mgomvi wa dhahir. wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim, na akatupigia mfano na akasahau kuumbwa kwake, akasema ni nani huyo atakayehuisha mifupa nayo imekwisha nayo imekwisha mung'unyika.

Aliyekujalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani nanyi mkawa kwa huo mnawasha. Awalaisa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaq al-alim, kwani aliziumba mbingu na ardhi awezi kuwaumba mfano wao? Kwani naye ndiye muumbaji mkuu mjuzi.

Basi ametakasika yule ambaye mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu na kwake yeye mtarejeshwa. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Wassaffati saffan, ninaapa kwa wanaojipanga kwa safu fa zajjirat zajran fa... na wenye kukemea mabaya in... na wenye kusoma ukumbusho, kwamba hakika kabisa Mungu wenu ni mmoja tu. rabbus samawati wal ardhi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq, mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyomo kati yao na ni mola mlezi wa mashariki zote. Inna zayyanna as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, hakika sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota. wa hifdhan min kulli shaytanin marid na kwa ajili ya ulinzi dhidi ya kila shetani muasi. la yasma'una ila almalai ala wa yuqdhafuna min kulli janib, wasiweze kuwasikiliza viumbe wa tukufu na wanafukuzwa huko kila upande. duhuran wa lahum adhabun wasib, wakifurushwa na wanayo wa adhabu ya kudumu.

Hebu waulize je, wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tuliowaumba? Hakika sisi tuliwaumba wao kwa udongo unaonata. Wa Bali unastaajabu na wao wanafanya maskara. Wa idha dhukiru, la yadhkurun. Na wanapokumbushwa hawakumbuki. Wa idha raau ayatan yastaskirun.

Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndio kweli tutafufuliwa? awa abauna alawalun, hata baba zetu wa zamani? qul naam wa antum dakhirun. Sema naam mtafufuliwa, hali nanyi ni madhalili fa innama hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun. Uko utapigwa ukelele mmoja tu, na hapo ndio wataona. fa qalu ya waylana hadha yawmuddin, watasema ole wetu, hii ndiyo siku ya malipo.